Let's start. Mimi nitakupitisheni kwenye umuhimu wa kufanya sales while umebrandi vizuri. Unajua tukiuzungumza sales, sales inaweza kafanyika in many ways. Naweza mtu akaingia tu, habari za kubwa, shikamoo wadogo, habari zenu. Mimi natoka kwenye kampuni naitwa JetJet, hei nauza, akazungumza tu that's sales. Kuwafanya watu wanunue kitu wakupe pesa kutokee transaction, eh, kitu kwa kitu, pesa kwa kitu, huduma kwa pesa. Anyhow, that's sales. But when you fuse it with branding, that's not sales. Ili so sales nakombia, sales, sales. Mtu anakuambia, wewe unafanya mimi. Anamaanisha wewe unaenda kufanya cold cold sales. sales. Mimi Mimi naanzia kwenye trust, kwenye story story na kwenye so tuna build trust, tuna build build trust, our own story and identity. That's why kuna kitu mezungumza mesema kuna watu Tanzania wako wengi lakini tunamuona tunamuona tunamuona Gamila, tunamuona Nifa, tunamuona Diamond kwa sababu ya Identity. Sasa so, so how do you build that trust? Kuna processi nane. Yesishi. Ya kwanza ni prospecting; ya pili ni approach; ya tatu presentation; ya nne handling objections; ya tano closing; afya sita follow up. Kuna ya saba na ya nane, ambapo kuna mambo ya retainer na nini, lakini tunaishia hizi sita leo. Prospecting. Unajua tunaposema kwenye mtandao tengeneza content, ni professional way lakini unapopost content kwenye mtandao una prospect. Neno prospecting ni kushawishi, kuvutia, kuhamasisha. Kwa zile content ndo maana focus mimi kwenye mentorship mentorship program. By the way, focus jamani, kwenye mentorship program yetu pia focus Jones, nilivyokuambia tengeneza content 360. Nauza urembo wanawake. Nauza jumla na rejareja. Ukiishia engo hii ni ngumu sana kuprospekti Unapozungumza 360, so mwana unajifunza kwa wale unakuumiza, na wewe unakuwa ule mtu mbaya. So you go to somewhere, unaona unaonekana, una, una narcissist, lakini umejifunza kwa mtu aliyokuwa anakuumiza. Inahusiana vipi na wateja wako? Inahusiana kwa sababu focus ana maisha after business. If I'm not there with focus muda wote, trust me, ataona. Ntakutafuta daktari mwingine, nashida na walimu, ana tline na wewe. Kwa hiyo prospecting, ndo ile tendency tunasema post content. Nifa na post how many times umesema? Hata nilichomwambia teacher nilimwambia na wewe post more times. Kwa sababu watu wote waliofanikiwa, do you know how many times wana post in a day? Post once. Then kuna watu kama wewe wamesha post 10 times. According to Roderick amezungumza hapa, amesema wanaoonekana sana, jamii inaamini wao ndio the best. Sawa na Tanzania tunavyoona aina fulani ya vinywaji. We believe vinywaji no best Tanzania but in real they're not kwa sababu wanafanya nini? The more you see, itakushawishi tu kaja kununua kwa prospecting, kuja kwenye